Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, amani tuliyo nayo kwa kiasi kikubwa inalindwa na uimara na ufanisi wa mahakama zetu na vyombo vingine vya kusimamia haki. Hii ni kwa sababu amani na utulivu huustawi pale ambapo haki kuonekana kutendeka. Katika kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza wajibikaji na ufanisi, kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri, niliunda tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya haki jinai. Mapendekezo ya tume hiyo yanaendelea kutekelezwa na taasisi mbalimbali, kwa kipindi chote Mahakama imeendelea kuwa huru na kamwe Serikali haikuingilia mahakama katika kazi zake. Ili kuboresha utendaji na ufanisi wa mahakama tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka shilingi bilioni 166.2 mwaka 2021 paka kufikia shilingi bilioni 321 kwa mwaka 2526, sawa na ongezeko la asilimia 93 vilevile tumeongeza idadi ya majaji, mahakimu na mawakili wa serikali, na nafarijika kwamba tumezingatia uwakilishi wa kijinsia. Katika kipindi hiki pia nimeteua majaji wapya 83, ambapo majaji wa mahakama ya rufani ni kumi na tano, kati yao wanne ni wanawake na majaji, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao thalathini ni wanawake. aidha sahau so kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.